Kwa majina naitwa Said Saidi Buye. Nimefika hapa leo katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kilwa. Nimekuja kuchukua fomu. Nimekuja kuchukua fomu kuomba ridhaa ya chama changu, Chama cha Mapinduzi CCM, kiweze kuniteua na kunichagua ili niweze kuwa mgombea wake kwa nafasi ya ubunge jimbo la Kilwa Kaskazini katika uchaguzi mkuu ambao unatarajia kufanyika mwishoni mwa mwaka huu panapo majaliwa ya, ya Mwenyezi Mungu. Nimejitafakali sana na nimejipima vya kutosha, nimebaini ninazo sifa zote za kikatiba na kijamii ambazo zanifanya mimi nathubutu kuwania nafasi hii. Yapo mambo ambayo kimsingi amenisukuma ili niweze kuchukua fomu yenyewe basi, walau nitayaeleza leo kwa muhtasari. Lakini jambo la kwanza kubwa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa mfano bora, si tu kwa taifa letu la Tanzania, bali hata kwa mataifa mengine. Amekuwa mchapakazi, ameleta maendeleo yenye kuonekana katika kipindi chote ambacho yeye ameingia madarakani. Mimi kama kijana nimeiona sababu ya kutaka kumuunga mkono katika kipindi chake cha awamu ya pili lakini sababu ya pili, ninyi mtakubaliana na mimi kwamba ujana ndio kipindi muhimu kirefu na bora zaidi katika maisha ya mwanadamu. Mimi Saidi, Saidi Buye nimeamua kutumia kipindi hiki kuwatumikia watu wangu na hasa watu wangu wa Kilwa Kaskazini. Lakini la mwisho kwa leo, labda niseme maeneo yetu ya kusini na hasa Kilwa tumepata bahati ya kuwa na rasilimali nyingi. Hamu yangu ni kwenda kuhakikisha tuna shirikiana na mamlaka zinazohusika na watu wangu kuhakikisha tunafanya matumizi ya rasilimali hizo ili kuleta maendeleo kwa watu wangu.